Bilionea alimkimbiza mwanamke mjamzito aliyetelekezwa hospitalini baada ya kumkuta kwenye mvua; alichofanya baadaye kiliwashangaza kila mtu. Mvua nyepesi ilinyesha katika barabara za Ngong Road, saa za jioni zikikaribia. Magari yalipita bila kusimama. Ndipo Mzee Kamau, mfanyabiashara maarufu wa Nairobi, aliyekuwa akiheshimika kwa uwekezaji mali isiyohamishika na mipango ya kustaafu alimuona mwanamke akitetemeka chini ya mwanga hafifu wa kibanda cha boda. Alikuwa mjamzito, nguo zimeloa, macho yamejaa hofu. Kamau hakumjua, hakusikia sauti yake, lakini moyo wake ulisita. Dereva wake Maina alisema, mzee, twende, mvua inaongezeka. Kamau alinyamaza, akashuka polepole. Mama, unaitwa nani? Zawadi alijibu kwa sauti dhaifu, nimefukuzwa hospitalini sina pesa. Maneno hayo yalimgonga Kamau zaidi ya mvua. Aliwahi kujenga kampuni ya bima ya afya, lakini hakuwahi kuona uso wa mateso namna hii. Alimwambia Maina awashe gari, twende Kenyatta National Hospital sasa. Wakati gari likiondoka, Kamau walitazama nyuma. Alijua kitendo hiki kingeibua maswali mengi nyumbani, kazini na kwenye jamii ya Karen alikoishi, lakini alihisi kuna hadithi ndefu inaanza na haikuwa ya pesa peke yake. Katika Kenyatta National Hospital, usiku ulipoingia, taa zilimetameta kimya. Zawadi aliketi kimya kwenye kiti cha chuma, mikono ikishikilia tumbo lake. Kamau alizungumza na muuguzi, sauti yake tulivu lakini thabiti, nitahakikisha bili inalipwa, fanya kilicho sahihi. Muuguzi B. Achieng alimtazama Kamau kwa mshangao, sio wengi wanaofanya hivi bila kuuliza maswali. Kamau alijibu, maswali yatafuata, sasa ni afya. Dakika zilisonga polepole. Kamau alipokea simu kutoka kwa mkewe Bi Wanjiku aliyekuwa Karen. uko wapi? Kamau alisema hospitalini, nilipata mtu anahitaji msaada. Ukimya ulifuata. tutazungumza nyumbani, Wanjiku alisema, sauti yake ikiwa nzito. Zawadi alipoitwa ndani, macho yake yalijaa machozi. Asante mzee, alisema usinipigie mzee. Kamau alitabasamu kwa uchovu. Nipe nafasi nikusaidie. Akiwa amekaa nje, Kamamo alifikiria miaka ya ujenzi wa mali, hisia za hatari, mikopo, mikataba. Lakini hapa faida haikupimwa kwa riba, ilipimwa na pumzi ya mama na mtoto. Alijua safari hii ingemrudisha nyumbani akiwa mtu tofauti. Asubuhi ilipofika Kamau alimchukua Zawadi hadi Westlands kwa daktari bingwa aliyemwamini kwa miaka. Barabara zilikuwa tulivu, lakini mawazo ya Kamau yalikuwa mazito. Zawadi alizungumza kwa mara ya kwanza kwa urefu. Nilikuja Nairobi kutafuta kazi. Baba wa mtoto aliniahidi ndoa. Alipotoweka, hospitali ikanikataa. Kamau alimsikiliza bila kukatisha. Alikumbuka wafanyakazi wake wa zamani waliopoteza ajira bila akiba. Aliwahi kuwahimiza juu ya uwekezaji wa muda mrefu na mipango ya hifadhi ya jamii sasa aliona athari ya kukosa mtandao wa usalama. Daktari Dr. Otieno alithibitisha mimba ilikuwa salama, lakini msongo ulikuwa hatari. Alisema anahitaji utulivu, chakula na makazi. Kamao alitikisa kichwa. Nitashughulikia baadaye. Walipoketi kwenye mgahawa mdogo wa Parklands, Kamao alimwambia Zawadi, nitakutafutia mahali pa muda si hisani ni uamuzi wa binadamu. Zawadi alitabasamu kwa aibu, nitafanya kazi, sitaki kuwa mzigo. Kamau alijibu, heshima yako ni muhimu. Simu ya Kamau ilitetemeka tena. Wanjiku hakuwa tayari kwa maelezo. Alijua nyumbani kungekuwa na maswali na hukumu, lakini pia alijua ukweli hauwezi kukimbizwa milele. Ijioni ile ile, Kamau alimpeleka zawadi kwenye nyumba ndogo ya wageni karibu na Ruiru mali ya kampuni yake ya ujenzi. Alisema ni ya muda, hakuna atakaye kusumbua Zawadi. Alishukuru macho yakimetameta. Karen, upande wa jiji lingine, Wanjiku alitembia seluhuni akishika simu. arafiki yake Bi Muthoni alimnong'oneza watu wanasema Kamao walionekana na mwanamke mjamzito. Wanjiku alifunga macho, watu huongea, lakini moyo wake ulitetemeka. Usiku ulipoingia, Kamao alirudi nyumbani. Kikao cha kimya kilitandika mezani. Niambie, Wanjiku alisema. Kamao alieleza kwa utulifu, akiacha chochote cha kuficha. Hakuna siri, kuna msaada. Wanjiku alisikia maumivu na wivu vikichanganika. kwa nini wewe? Kamao alijibu basi, kwa sababu nilikuwepo. Katikati ya mazungumzo, simu ililia. ni Maina, mzee, kuna mtu anaulizia Zawadi. Kamao alihisi hatari ikikaribia. Alijua hadithi hii ilikuwa na kivuli. Kuna mtu aliyepotea na sasa anatafuta. Usiku huo usingizi hakukuja, siri zilianza kusogea karibu na mlango wa Karen. Asubuhi kamao alimtuma mlinzi wake Kiptoo kumwangalia Zawadi. Alimkuta akiwa salama lakini mwasiwasi. Mwanaume alikuja jana, aliniuliza maswali. Kamao alikunja uso, usihofu, nitahakikisha uko salama kazini. Kamau alihudhuria mkutano kuhusu uwekezaji na bima ya mali, maneno yalipita masikioni bila kuingia moyoni. Alijua sasa anahitaji kutumia rasilimali zake kwa hekima, si pesa tu, bali mtandao wa watu. Alimpigia simu wakili wake Mr. Karanja, ninahitaji ulinzi wa kikanuni kwa mama huyu, hakuna drama. Karanja alijibu, tutafanya kimya kimya. Wanjiku akiwa Karen aliamua kwenda Ruiru bila kumwambia Kamau. Alipofika alimkuta zawadi akisafisha ua. Macho yao yalikutana. Na wewe ndiye Wanjiku? aliuliza. Zawadi alitikisa kichwa kwa heshima. Sikujua nitakuona. Kulikuwa na ukimya mzito, kisha Wanjiku alisema, nitamsikiliza mume wangu lakini nitakutazama. Zawadi alijibu kwa unyenyekevu, nataka amani. Wakati huo Kamao alipokea ujumbe. Jina la mwanamme aliyekuwa akimtafuta Zawadi ni mtu wa zamani aliyewahi kufanya kazi kwenye miradi yake. Mvutano ulianza kuchukua umbo. Ijioni ile ile, kamao waliwaita wote kukutana: Wanjiku Zawadi, Karanja na Maina katika ofisi yake ya Upper Hill. alitaka ukweli ukutane uso kwa uso. hakuna kelele, alisema leo, tunasikiliza Zawadi. alianza polepole pole. alisimulia kazi aliyofanya, ahadi alizoamini na jinsi alivyotelekezwa Wanjiku walimsikiliza, macho yake yakibadilika kutoka hazari kwa huzuni. Karanja aliweka misingi ya kikanuni mezani: tunaweza kumlinda lakini mtu huyo ana ushawishi. Mlango ulipogongwa, Kamau alihisi tumbo lake likikaza. Yule mwanamume aliingia, uso uliozoeleka kutoka zamani za biashara. Alitabasamu kwa kejeli: Kamau, bado unaokoa dunia? Kamau alisimama: leo tunaokoa ukweli. Mazungumzo yakawa makali. Lakini Kamau aliadhimiti, hakuficha yote. Aliacha kipande muhimu kimya, kipande ambacho kingebadilisha kila kitu. Wanjiku alishika mkono wa Kamau, ishara ya kusimama pamoja. Nje mvua ilianza tena, ndani mioyo ilipiga kwa kasi. Hadithi bado haikufika kileleni, siri mahimi ilibaki ikingojea wakati wake. Baada ya mkutano wa Upper Hill, Kamau alihisi uzito wa uamuzi unaokuja. Alimpeleka Zawadi kurudi Ruiru chini ya ulinzi. Wanjiku walikaa nyuma ya gari kimya, akitazama taa za Thika Road zikisogea. sikuwahi kufikiria nitakuwa hapa, alisema kwa sauti ya chini. Kamau alijibu, hata mimi. Siku zilizofuata zilijaa maneno ya mitaani. Majirani wa Karen walinongona kwenye soko la Gikomba. Habari zilichanganywa na uvumi. Kamau alichubwa, hadhi yake ilikuwa hatarini, lakini alikataa kukimbia. Aliweka ratiba ya daktari, chakula na ushauri kwa Zawadi. Hakutaka drama, alitaka utulivu. Wakati huo huo, yule mwanaume alianza shinikizo: simu zisizojibiwa, ujumbe mfupi, vitisho vya chini kwa chini. Karanja alimwonya, anaweza kucheza kadi chafu. Kamao alitabasamu kwa huzuni, nimecheza soko la hisa kwa miaka, najua subira. Usiku mmoja, Zawadi alilia, ninaogopa alisema. Wanjiku alimkalia karibu usiwe nipo. Hapo ndipo uhusiano wao ulianza kubadilika kutoka mashaka hadi ulinzi, lakini bado kipande kikubwa cha ukweli kilikuwa kimefichwa, kile ambacho kingefanya kila mtu anyamaze. Siku ya Ijumaa Kamau alipokea barua ya kisheria. Yule mwanaume alidai haki, akitaka zawadi arudishwe kwake. Karanja alisoma na kutikisa kichwa. Anajaribu kukutisha, Kamau alisema. Tutamkabili kwa sheria, Wanjiku walipendekeza waende Kiambu kumwona mama mkongo wa Kamau. Nyina wa Kamau anajua kusoma nyakati, alisema. Walipofika, Nyina aliwasikiliza kimya, kisha akamwangalia Zawadi kwa makini. Mtoto, jina la mama yako ni nani? Rehema, Zawadi alijibu. Nyina wa Kamau alisimama taratibu. Uso wake ulibadilika. Rehema wa Muranga? Zawadi alishtuka. Ndiyo. Ukimya ulitanda. Kamau alihisi moyo ukipiga kwa kasi. Nyina alisema kwa sauti nzito, Rehema alinisaidia miaka mingi iliyopita wakati Kamau alikuwa mdogo. Wanjiku alishika kifua. Nyina aliongeza, damu haipotei. Kamau aliketi. Alikuwa karibu kusema kitu lakini akajizuia. Aliahidi moyoni kuwa ukweli kamili utasemwa kwa wakati sahihi, sio mbele ya kila mtu. Waliondoka Kiambu na maswali mengi kuliko majibu, lakini sasa hadithi ilikuwa imefunguka zaidi, ikielekea mahali ambapo hakuna mtu aliyetarajia. Siku chache baadaye Kamau alipanga kikao cha wazi katika Milimani Law Courts. Hakutaka vita, alitaka suluhu. Yule mwanaume alifika akiwa na tabasamu la kujiamini. Hakimu aliuliza maswali. Karanja aliwasilisha ushahidi wa kutelekezwa, ujumbe na mashahidi. Zawadi alizungumza kwa ujasiri mpya. Wakati zamu ya Kamau ilipofika, alisimama polepole. Pole. Niko hapa kama shahidi wa ubinadamu, alisema. Watu walinong'ona. Hakimu alimruhusu waendelee. Kamao alisimulia tukio la mvua, hospitali na msaada. Hakutaja siri bado. Kisha Wanjiku alisimama. Ninamuunga mkono mume wangu, alisema, na ninamuunga mkono Zawadi. Ukumbi ulitulia. Uamuzi wa muda ulitolewa. Zawadi angeendelea kulindwa, mwanaume akaonywa. Lakini kamao alijua hii haikuwa mwisho. Alitoka nje, jua la CBD likimwangazia uso wake. Maina alimuuliza, mzee sasa? Kamao alisema, sasa nyumbani. Usiku huo kamao alimuita zawadi kando. Kuna kitu sijakuambia, alisema. Zawadi alitazama macho yake Niko tayari. Dakika ile ile, Kamao alijua pazia lilikuwa karibu kufunguliwa. Ukweli ulikuwa mzito, lakini ulikuwa wa kuponya. Walikutana sebuleni Karen. Kamau, Wanjiku, Zawadi na nyina wa Kamau. Hakukuwa na kelele. Kamau alianza, sauti ikitetemeka kidogo. Miaka mingi iliyopita, nikiwa kijana, nilifanya kosa. Rehema alinisaidia, tulitengana. Zawadi alisika pumzi. Kamao aliendelea, nilimtafuta baadaye, nikachelewa. sikutaka kuharibu ndoa yangu, lakini ukweli ni huu. Wanjiku alishika mkono wake, sema. Kamao alitazama Zawadi, Rehema alikuwa mama yako, na mimi nilikuwa nikijaribu kurekebisha kwa njia niliyoweza. Chumba kilinyamaza. Zawadi alilia kimya. Kwa hiyo wewe Kamao walitikisa kichwa. Ndio. Wanjiku alifumba macho, machozi yakitiririka, kisha akasema kwa uthabiti, mtoto hana hatia. Nyina wa Kamao walisonyea karibu na Zawadi, karibu nyumbani. Ukweli ulikuwa umetoka, sio kama mlipuko bali kama mvua laini inayosafisha. Kamao alihisi mzigo ukiondoka, lakini bado kulikuwa na hatua ya kuishi na ukweli huo mbele ya jamii, mbele ya maisha. Habari zilienea lakini, kwa njia tofauti. Sio kashfa, bali simulizi ya uwajibikaji. Kamao alichagua wazi. Alianzisha mfuko wa afya ya akina mama katika Nairobi County, akisisitiza bima, uwekezaji wa jamii na heshima. Wanjiku alisimama naye kwenye uzinduzi. Familia si damu tu, alisema, ni maamuzi. Zawadi alijifungua salama katika hospitali ya Aga Khan. Mtoto aliitwa Tumaini. Kamao alishika mtoto, machozi yakimtoka. Yule mwanaume alitoweka kimya kimya. Hakukuwa na shangwe, kulikuwa na amani. Zawadi alianza masomo ya uhasibu kupitia ufadhili wa Kamao. nitakuwa huru, alisema. Kamao alitabasamu, huo ndio ushindi. Majirani wa Karen walijifunza kunyamaza na kusikiliza, wengine walijifunza kusaidia. Nyina wa Kamao walirudi Kiambu akiwa na tabasamu. moyo wako umekomaa, alimwambia mwanawe. Siku moja jioni, Kamau na Wanjiku walitembea bustanini. Tulivuka, Wanjiku alisema. Kamau alijibu, kwa sababu ya ukweli. Hadithi haikuishia kwa siri, iliishia kwa mwanzo mpya. Miaka michache baadaye, mvua iliponyesha tena Nairobi. Kamau alisimama pale pale Ngong Road alipomkuta Zawadi. Alikumbuka usiku ule, baridi, hofu na uamuzi. Sasa kulikuwa na joto la matumaini. Zawadi alifika akiwa na tumaini mkononi akitabasamu. asante kwa kuniona alisema. Kamao alijibu, asante kwa kunifundisha. Wanjiku waliwaunga mkono, mkono kwa mkono. Kamao alizungumza kwenye redio ya KBC akihamasisha bima ya afya, mipango ya familia na uwekezaji wa kijamii. hakutaja majina, alizungumza kuhusu mvua na maamuzi madogo yanayobadilisha maisha. Watazamaji waliguswa, sio kwa sababu ya utajiri, bali kwa sababu ya uwajibikaji. Tumaini alipocheka, Kamau alijua hadithi yake ilikuwa imepata maana. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa: bilionea aliyemkimbiza mwanamke mjamzito hospitalini baada ya kumkuta kwenye mvua. Kile alichofanya baadaye hakikuwa pesa, kilikuwa ujasiri wa kusema ukweli, kuchagua haki na kujenga familia kwa misingi ya heshima. Mwisho haukuwa mwisho. Ulikuwa mwanzo wa kizazi kipya.